Ha, lazima, si, <coughs> we, kwangu, Mama Talia, ni Kale kadeni kangu uliamua aje? Nitakupatia pesa yako. Unajua sio lazima, unipe pesa kuna venye tunaweza nao. Si ni kuja kwako majioni. Unataka nini hapa? Nilikuwa nimekuja kuona ule mtoto wenu mdogo. Mtoto mgani? Talia. Ameenda shule. Nilikuwa nadhani hajaenda shule. Mtoto mdogo au ulikuwa umekuja kuona nani? Eh, Talia. Sasa wewe ni rafiki yake sasa? Eh, mimi nakuanga rafiki yake lakini sikuwa na shida, acha tu nifanye aje. Ngoje hapa. Ah, acha niende. Unataka nini? Nilikuwa nimekuja kuona. Eh, acha tu nimlete. Si ameenda shule. Eh, umeniambia ameenda shule. Eh, najua ameenda shule.